Aliko nje ya mada, lakini sio kila jambo lazima tujibu. Kila mtu ana staili yake ya maisha. Wengine ili uende mjini, lazima umseme fulani, kwa sababu utazungumziwa kwa kipi hasa? Lazima. Kwa hiyo kuna kumsema, huwezi kumsema kwa mazuri lazima umseme kwa mabaya, lazima umdhalilishe, lazima umfedheheshe ili, ili, kile nichokisema, kwa sababu ni waandishi, napenda stori hizo ndio kiende. Sasa hatuwezi kujibu, namwachia Mwenyezi Mungu aliyetumba sisi na aliye waumba wao waliowabora zaidi. Ngoja nimalizie, ngoja nimalizie. Sisi ni binadamu. Kwenye Qurani Mwenyezi Mungu anasema la lakad khalaqna linsana fi ahsani taqwim, nimewaumba wanadamu katika maumbili yaliyo bora kabisa. Kwa hiyo yee aliyetuumba ana sababu zake, na we ulioumba ukajiona bora zaidi, basi jua ana sababu zake. Lakini hatari kumkufuru Mungu, si tunazaa. Hatari, muona mmoja juzi kasema bwana anikwe juani, sema astaghfirullah alazim. Binadamu mwenzio huyo unayemsema hivyo, hatari sana. Tanzania imekoa, lakini sasa lazima ndo nchi yetu na watu wanaona, wanasikia. Sasa tutafanya nini? uta, uta, utaenda kushtaki? utaenda kushtaki kwa nini? Ushtaki sema alhamdulillah Mungu hufanya malipo yake hapa hapa, kabla hujaingia kaburini. Kwa hiyo sisi tukidhalilishwa hivo, tukitukanwa hivyo, hatuoni kama kuna haja as long as hatuumii ya, yani sijui ward ya hospitali ambayo takuta mgonjwa pale kaekiwa drip ya damu au maji huyu bwana katukanwa kwenye mtandao Awacheni waseme, ila nawaasa, dunia tunapita, dunia napita. Mnaweza ukataniana, mnaweza mka, lakini kufika mahali ambapo sio sio sawa. Lakini kwa kifupi, jibu lako ni kwamba nimeona na nimesamehe. Ya hasa mpaka kueka, mtana, teknikio, kumata. Kusiko, kumata. Mashindano ya kwanza sio mastaa peke yake, iwekwe vizuri mastaa na watu mashuhuri wakiwemo viongozi. Safari hii tunataka kuwashirikisha mpaka mabalozi wa, wa, wa, wa, wa nchi za ambazo na balozi wake Waislamu. Lengo ni kumotivate generation mpya. Hawa hawa wanasikilizwa sana, waigizaji, waimbaji, wana washabiki wengi. Wote mashahidi majumbani, hapa watu wamekariri nyimbo za watoto, wamekariri nyimbo za kina Diamond na kina Zuchu, utashangawe sasa kwa nini wasende kuwakaririsha kwamba kusoma Qurani ni jambo jema, wakatumia huo umashuhuri wao? Shida sisi hatuwatumii watu maarufu kuseta ajenda zetu. Siku hizi nimeona vyama vya siasa vinawatumia. Chama changu cha Mapinduzi sasa hivi kikiwa na jambo lolote, wanakuwepo kina Diamond pale, kina Alikiba, kina Harmonize, kina Zuchu, kina Nandi sisi tunaona katika upande wetu tunaweza tukawatumia hawa hawa kama wanavyotumika katika mambo mengine ya kijamii, ku motivate ku inspire vijana na watoto kupenda kujifunza Qur'ani na kusoma Qur'ani. Kweli mwaka jana tulifanya vizuri, ingawa mwanzo, akwambieni, hakuna changamoto niloipata kama Ramadhani ya mwaka jana, yaani kutoka kila pembe unashambuliwa, unaita mastaa wenzio rafiki zako, mkafanya showing off na maneno wakawa mengi. Walikuja wamependeza, walikuja kwa nidhamu, wakakaa mpaka mwisho, tukafanya jambo kubwa. Kuna watu walizuiwa mwaka jana hata kutoa tu contribution yao Wakaambia ah, unajua aje anaenda kufanya jambo la kiuni, mtaharibu Ramadhani za watu na nini, taasisi kubwa. Sasa nilipopewa ile tuzo na mufti, nikawatumia wale waliozuiwa, nikamwambia, mmeona nyie, huyu ndio mufti wa nchi, kaliona umuhimu wa ile jambo nchi yetu. Najua wakati mwingine hata ukiandaa jambo jema kwa nia njema bado watatokea watu wa kupinga. Kupinga lazima ndio nchi yetu, lakini lazima tu ndio sasa, tutaenda wapi? Ndio Tanzania yetu na watu ndio wetu. Lakini nashukuru mpaka sasa hivi maandalizi karibu yote yamekamilika, tutaendelea kutoa updates eh, kwa kadri tutakavyokuwa tumejaliwa. imenjia kitu mi mwaka huu, baada ya mashindano haya, kuna kitu Mungu naomba ni, anisaidie nikiwezeshe. kitu gani? akamba mwaka huu, kabla jafika Ramadhani ijayo, nitaoa, nitakuja kwenye mashindano yajayo nikiwa na mke na kafanikisha kaoa. Watu wengi wamebadilika, nyinyi hamuoni tu. Kuna matendo fulani, ukikaa katika jumuiko la watu wa dini unaambukizwa kuna baadhi ya mambo unaacha, wengine hawawezi kuacha yote. Hatujajaliwa kuacha yote kwa mpigo, lakini kidogo kidogo. Sasa hawa kama sehemu ya jamii, wana mchango wao katika kufanikisha hili jambo. Kwa hiyo ni washukuru sana kwa kuja tena, tutaandaa mashindano na inshaallah, tumekubaliana tufanyie hapa hapa sofa. Ratiba ni tarehe 30 March mwezi ishirini na tisa ramadhani Yaani ramadhani itakuwa ramadhani ya ishirini na tisa kizungu itakuwa jumapili ya tarehe 30. na mashindano haya kwa nini tunayaweka mwezi ishirini na tisa waislamu mnafahamu mwezi ishirini na tisa ndio siku ikifika magharibi tunaangalia mwezi je kesho idi sasa mwaka jana tulipata bahati idi ikatangaziwa hapa hapa Serena.